Inavyosemekana, uhitaji ndio kuni inayochochea uvumbuzi. Uhaba wa fedha shuleni na kuchelewa kwa fedha za kuendesha shughuli za shule uliosukuma mwalimu mkuu wa shule ya Msingi ya Sega kuanzisha Permaculture. Permaculture ni aina ya ukulima ambayo huhakikisha sehemu zote ndani ya shule au boma imetumika kwa minajili ya kukuza mimea. Mtindo huu wa ukulima umesaidia shule kwa kuleta chakula kingi. Kasim mwalimu wa dinasi anaelezea, kutoka Ugenya gatuzi la Siaya. Asalamu alaikum watazamaji wa NTV Mashinani nikitaraji kitarajimu mwazima buheri wa afya. Baada ya sabaha, napanda jukwaa la NTV Mashinani kuleta taarifa kutoka katika shule ya msingi ya Sega Comprehensive inayopatikana katika eneo bunge la Ugenya kaunti ya Siaya ambapo uhitaji umechochea uvumbuzi wa aina ya ukulima inayojulikana kama permaculture. Permaculture ni ukulima unaohusisha kukuza mimea mbalimbali mbali kwenye nafasi zote zinazopatikana. Badala ya kulembesha shule kwa maua yanayoleta taswira ya kupendeza, wakiongozwa na mwalimu mkuu wa shule hii, Sister Mildred Akinyi, wanafunzi hao wamepanda mboga, viazi, ndizi, vitunguu na mimea mingine ya kuleta chakula. It's not a matter of having a big land.

Uh, they are able to, to, to send away the, the pesticide. Mtindo huu kulingana na Sister Mildred umewaletea faida si haba kwani wanafunzi wamekuwa na chakula nyakati zote hata wakati fedha za mgao za kuendesha shule zinapochelewa. Uh, It, it builds our body more than the flower that, uh, that you see to beautify the compound. Ukiingia katika shule hii nyakati za magharibi, wanafunzi huwa wamejukumika kwa kutengeneza mimea hiyo. Hii ni njia moja ya kujifunza ukulima wanaofunzwa madarasani na vilevile kuhakikisha kwamba shule yao imekuwa safi. Tunafahamu kwamba kukuza maua katika taasisi za elimu na shule zingine au hata kwenye boma huleta taswira nzuri, lakini swali ni je, tutakula taswira? Kutoka kwangu, sina la ziara, ila kushuka jukwaa la NTV mashinani. Nikitaraji kwamba umeweza kujifunza moja au mbili kutokana na swala la permaculture. Niruhusu nikurejeshe studioni kwa nahodha wetu. Nikisema halamsiki kwa wale wote wenye nia njema. Niite Kasim mwalimu wa Dinasi.